Kwa majina naitwa Sheikh Muhammad Nur a, kiongozi wa dini kiongoza msikiti kuu la jamia hapa Jimboni Marsabit. A, napenda kuchangilia kuchanga jambo amba kwamba e, inakuwa na tabia yetu hivi punde, kama vile a, msiba kutokea watu au vijana kufurahikia e, kama kiongozi au pengine mbunge ama pengine kiongozi mwingine yeyote ambaye e, amepatwa na msiba, pengine mwenyewe amekufa ama ni jamii yake moja katika uh, watu wake wamekufa, sisi kufurahikia zaidi na kuwa na sherehe, hilo jambo kwa hakika, kwa desturi yetu ya Afrika sio mzuri hata kidogo. Hapo awali hatukuwa na hiyo tabia ya kuweza kufurikia mabaya ambayo imetokea kwa wenzetu, kwa kiongozi ama mzee au kwa mtu yeyote e, ni mzuri kupeana pole na kuwa na msiba. Mmoja wetu akipatwa na msiba e, ni mzuri sana e, tuene pole na tuwe na huruma ile ya utu ya binadamu e, tukiwa tutafanya hivyo tutaenda kinyume tuweze kusherekea na tuweza kupongeza ile aa, e, msiba ime, imepata mmoja wetu, itakuwa ni ki, kinyume na mila yetu ya Afrika na vile vile dini pia, kwa sababu dini inakwambia e, mtu akipatwa na shida hata ni kama wewe pia umepata, e, hata kama ulikuwa uelewani na yeye hata ulikuwa ni we ni mpinzani wake, e, kichochote mfano kidini na pengine kimila ama pengine kisiasa itakuwa sio mzuri hata kidogo, mtu kuweza kushangilia mwenzake kwa sababu amepatwa na maafa, majangwa, msiba. Eh, hiyo sio mila wala sio dini ambaye Mungu ametupatia. Jina langu ni Reverend Jafeth Biwot na nafanya na African Inland Church Kenya. Ningependa kushauri vijana na sio vijana peke yao, pamoja na viongozi wetu hii mambo ambayo inaendelea katika nchi yetu si nzuri, na viongozi tunaomba waweze kusikiliza vijana wetu. Vijana wanapitia shida nyingi, labda ya kukosa kazi, wamesoma lakini pia tunawapatia mawaidha vijana wetu. Hata nami niko na vijana kwa nyumba wa Gen Z, na wadogo na ninawaomba, when it comes to Wakati mtu anapitia masaibu, tusiwe na kicheko, tusifurahie. Hata Biblia sisi tukiwa watumishi wa Mungu, Biblia haitukubali kufurahia shida ya mwenzako. Mwenzako akiwa kwa shida, hatuwezi kufurahia. Mtu ambaye labda mumepitana, akiwa na shida, msiwe na kufurahi, kwa sababu katika Methali 24:17 Medhali kumi na saba mstari wa tano inatuambia hiyo, Mungu afurahii. Wakati mwingine anapitia masaibu tunafurahia. Tunastahili kulia na wale wanalia, na kufurahi na wale wanafurahi. Na wale viongozi wetu tunawaomba wasaidie vijana, wasikilize vijana na wasikilize mahitaji yao. Asante sana.